Hey, mwalimu mwalimu hesabu kijana ya, hey, ya mwanzia yes, yes. I remember you class yeah. Of zero nine, eh? Hey. D minus, eh? Yeah. Yeah, you got a D minus. Hesabu ulipata hii yeah, na na gari ni ya nani? Gari ni yangu, na uliingia madawa eh? Ingekuwa ni kununua gari ningekuwa mm. na Range Rover ya 2024 <laughs> mm. Mm. Okay, mimi ndio najua. Unajua pesa yangu niliiweka kwa ukulima. ah, hiyo ni Mungu anajua hiyo. hmm? hmm. nasi niliacha ukuwe mwalimu, sikua ubaya, lakini hmm. niliangalia, nikaona nitateseka sana. hmm. Ndiu, wale walimu najua wanapitia shida. Oh. eh, wanapitia shida, si hata kuna walimu walinifunza na wanatembea, si lazima ukianguka mtihani hmm. maisha ikuwe ngumu. hmm. eh. naweza niweka hapa showground eh, nimejaza eh. eh, pengine pale kwa boot. Kwa boot eh? Tutoshea vizuri sana. Emotional damage.